Mpenzi mtazamaji um, wa Global TV Online hapa, tuko nyumbani kwao na marehemu Dogo Mfaume ambaye alifariki juzi katika hospitali ya Muhimbili kwa tatizo la uvimbe kwenye kichwa. Hapa Global TV iko kama unavyoona, wakina mama wapo katika majonzi, lakini ndugu jamaa, kuna baadhi ya wasanii pia wapo kwa ajili ya kusindikiza safari ya mwisho ya Dogo Mfaume, akiwepo Juma Nature, akiwepo Dullayo, akiwepo Inspekta Haroun, Mzee Yusuf na no wengine wengi tu. Natoa Juma Kasim, Mwalimu Mohamed Kiloboto. Hebu hmm, pengine unazungumziaje msiba wa Dogo? Ah, mimi nimeumia na ndio maana umeniona niko hapa. Hmm. Kwa sababu nimepoteza mtu wangu hapa na nimemtegemea TMK. Hmm. Yeah. Naumia. Lakini Ah, sasa hiyo inategemea, kwa sababu kwa sababu ukiangalia kipindi hichi nacho mm, cha Magufuli watu, watu mchele hawana hata kupanda daladala mtu anashindwa. Kwa hiyo mm, sisi Mungu aliyotubariki ndio tumekuja, so mimi nadhani tutawakilisha tawakilisha, mm, sio lazima watu wote tuje misibani kila siku mm, huwezi mm, kutokana na kipato wengine wana vipato, hatujui hela anatoa wapi, hatujui. Sawa, sisi tumekuja sababu Mungu ametujalia kufika hapa. Sisi sote ni binadamu na bila uh, kujifunza kitu basi unakuwa hujakamilika, kwa sababu tunaona na kila kitu kinachoendelea, tunaona tunaona watu wanavyoharibikiwa, lakini yote kwa yote tunasema Mungu ndo kila kitu una, una Sina uhakika na hilo kwa sababu sikumwona kama mwaka mmoja, nafikiri. Kwa hiyo sikuwa na uhakika na hilo kwa kweli, ila ninachojua tu kwamba ndugu yangu alikuwa mtu fulani hivi ambaye mzuri, ananitembelea, natembeleana, tunaongea, tunafurahi. Sijawahi kumwona akigusa kitu chochote aina ya sigara. basi

Okay. Namaanisha nini? Sisi na Tanzania nani wasanii. Ameumwa Dogo Mfaume kada anafariki hmm. Nani unemwona hapa Bongo Flava zaidi ya Juma Nature? Kuna Mzee Yusuf. Inspekta. <laughs> Inspekta, ina baada ya hawadi. Amekufa Omari Omari kafa Juma Mpogo. Hakuna hata mmoja anajiita Bongo Flava. <laughs> Wanasubiri mtu afe ili waposti. Hakuna hata mmoja hapo unamwona, wachache. Huu ni msiba yetu, lakini amefariki Dogo Mfaume. Wangapi unawaona hapa walikuwa wanamtumikia? Naitwa Uh, mkongwe kwenye industry ya mziki wa kizazi kipya Bongo Flava. tuna msiba, msiba ni msiba, umetukuta ndugu yetu mwenzetu, msanii mwenzetu Dogo Mfaume ambaye tulikuwa tunafanya naye, tunaishi naye, tumeshirikiana kwenye mengi, lakini leo hii ndo safari yake ya mwisho, tumekuja kumsindikiza kwenye safari yake ya mwisho, mbele yake, nyuma yetu chini ya jua, yanazungumziwa mengi sana, watu wataongea vitu vingi sana, lakini ni kati ya vijana ambao, niseme Mfaume alijitoa mwenyewe kwenda rehabu Sober House, kwenda kuachana na matumizi ya madawa kulevya. Muda aliyokaa kule, alikuwa ameshaachana na hivi vilevi kabisa, aliacha kabisa, kwamba ndani ya mwaka mmoja na miezi miwili tayari alikuwa msafi na mtu ambaye tayari alikuwa ameshaachana na matumizi ya madawa kulevya. Kwa hiyo watu wasihusishe kifo chake, wasihusishe na masuala ya matumizi ya madawa kulevya. Watu wataongea mengi, lakini sisi ambaye tuna tunafahamu historia yake, Mfaume ni kijana ambaye alithubutu na kuamua mwenyewe kwenda Soba House na tushukuru pia watu wa soba kwa kumpokea na yule mama kiongozi, wa mkurugenzi wa soba kuweza kushirikiana naye mpaka mauti wake unamfika. Uh, nimesikia tukio la msiba na limenishtua kidogo kiasi kwamba nilikuwa na furaha kwa kuwa mabadiliko yake niliyasikia pia, na nilipata taarifa kutoka kwake mwenyewe kwamba amebadilika na anahakikisha kubadilika. Kwa ufupi kama alisema, ninakuunga mkono wewe, umebadilika na mimi nimebadilika. Kwa kweli ni furai. Da, resram, da, resram. Da, Live Mbagala inawaletea wapo concert Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa tano 2017 katika uwanja wa taifa wa burudani da Live Mbagala, kiingilio ni shilingi elfu tano tu kuanzia saa 2 usiku na kuendelea. Hawa hapa ndio watakaolishambulia jukwaa wakiongozwa na Nay wa Mitego the true boy in the building. Shilole, Shishi Baby, Barnaba, Classic, Kala Jeremiah, Dula, Makabila MC tuna Fish, Mabano Nexus H na na H Bizo. Bila kusahau utavunjwa mbavu na mchekeshaji mahiri mkali wao. Kumbuka ni tarehe 20 mwezi wa 5 2017, uh, siku ya Jumamosi kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu live Mbagala, tukutane tuku